Picha za watoto wa Kipalestina waliouawa katika mashambulizi ya anga ya Jeshi la Israel idf zimeanza kutawala tena vichwa vya habari ulimwenguni baada ya mapumziko ya takriban wiki nane za kusitishwa kwa mapigano hayo. Ukimya wa taarifa za vifo eneo la Ukanda wa Gaza katika mapigano kati ya IDF na Kundi la Hamas uliibuka kuanzia Januari 19 mwaka huu baada ya kufikiwa makubaliano ya kusitishwa kwa vita kati ya pande mbili za mzozo huo kwa makubaliano ya kuachiwa kwa mateka wa Israel na wafungwa wa Kipalestina wanaoshikiliwa kwenye magereza ya Israel. Wachambuzi wa masuala ya vita na siasa za kimataifa wanadai kuwa makubaliano ya kusitishwa kwa mapigano hayo kwa namna moja yaliwekwa kisiasa zaidi na hayakulenga kukomesha umwagikaji damu hususani watoto wasio na hatia eneo la Gaza. Miongoni mwa watu wanaotajwa na wachambuzi kunufaika kisiasa na mzozo huo ni Rais wa Marekani, Donald Trump ambaye baada ya kuapishwa kuwa rais wa taifa hilo, Januari 20, mwaka huu alijigamba hadharani kuwa ndiye aliyechochea makubaliano hayo kufikiwa. Trump alienda mbali na kudai kuwa nia yake ni kurejesha amani duniani na kuiondoa Marekani katika mizozo isiyo ya lazima na tija, hususan mapigano ya vita inaendelea Mashariki ya Kati, hususan katika eneo la Gaza, Syria, Lebanon na Afghanistan. Siyo mara ya kwanza wala mbili Trump kujigamba hadharani kuwa ndiye alikuwa chanzo cha makubaliano ya kusitishwa kwa mapigano mapema mwaka huu, lakini sasa anaonekana kuunga mkono mashambulizi mapya ya Israeli eneo la Gaza. Baada ya kukoma kwa makubaliano ya awamu ya kwanza ya kusitisha kwa mapigano kati ya serikali ya Israel na Hamas, Waziri Mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu aliamuru IDF kurejesha mashambulizi yake eneo la Gaza kwa kile alichodai makubaliano ya awamu ya pili hayatofanikiwa baada ya madai hayo, Hamasi ilimtuhumu kwa kuwa anahujumu mazungumzo hayo kwa lengo la kurejesha mashambulizi Gaza na kuendelea mauaji ya raia wasio na hatia sambamba na kuzuia huduma za kibinadamu kuingia eneo la Gaza. Siku kadhaa baadaye IDF ilirejesha mashambulizi yake Gaza Jumanne, Machi 18, mwaka huu ambapo hadi leo Ijumaa, Machi 21, mashambulizi ya IDF yanayotajwa kusababisha vifo vya watu zaidi ya 600 kati ya zaidi kati yao zaidi ya mia mbili ni watoto. Mhadhiri katika mpango wa haki na amani wa chuo kikuu cha Georgetown nchini Marekani, Josh Lubna anasema Trump, ambaye ni mshirika wa dhati wa Israel, alihusika zaidi katika kutengeneza vichwa vya habari kuhusu kusaidia kufanikisha usitishwaji wa mapigano kuliko kushughulikia hatima ya kumaliza vita hivyo kwa vitendo. Libna anasema Trump pia alipendekeza raia wa Gaza kuondolewa eneo hilo kwa kile alichodai Marekani inalenga kulitoa eneo hilo na kuligeuza kuwa Riviera ya Mashariki ya Kati, ambayo itakuwa sehemu yenye hoteli za kisasa na shughuli za kibiashara na utalii. Tangazo hilo lilipingwa vikali na wakazi wa Gaza sambamba na mataifa ya Kiarabu, yaani Arab League, namnukuu Tuliona ushahidi wa kutoaminika kwa Trump katika usitishwaji wa mapigano punde tu baada ya kuingia madarakani alipoanza kutaka kufurushwa kwa Wapalestina wote kutoka Gaza kwa njia ya kudumu. Kwa hivyo si jambo la kushangaza hata kidogo kuna utawala wa Trump ukiruhusu upya mashambulizi makubwa ya Israeli dhidi ya wa Wapalestina huko Gaza, amesema mhadhiri huyo. Al Jazeera imeripoti leo Ijumaa kuwa katika wiki kadhaa kabla ya mashambulizi mapya kulikuwa na ishara kwamba Waziri Mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu hakuwahi kuwa na nia ya kutekeleza makubaliano ya kusitishwa kwa mapigano kikamilifu na kwamba Trump hakuwa na dhamira ya kuhakikisha makubaliano hayo yanadumu. Mapema Februari, Trump alisema hana uhakika kwamba amani itadumu huko Gaza. Na hata kabla ya usitishwaji wa mapigano kuanza kutekelezwa Januari, Netanyahu alidai kuwa makubaliano hayo yalikuwa ni ya muda mfupi na kwamba Biden aliyekuwa katika siku zake za keza mwisho madarakani pamoja na Trump walikuwa wametoa uungwaji mkono kamili kwa haki ya Israeli kurejea vitani. Zaidi ya hayo, Hamas imekuwa ikiituhumu Israeli kwa kukiuka makubaliano mara kwa mara kwa kufyatulia risasi wa Palestina karibu ya, ya kila siku na kuzuia kuingizwa kwa nyumba za muda mfupi katika eneo hilo ambapo majengo mengi yamebomolewa ama kuharibiwa kutokana na mashambulizi. Machi mbili, Israel iliweka zuio kamili la misaada ya kibinadamu kuingia eneo la Gaza. Makubaliano ya usitishwaji wa mapigano yalipaswa kuwa na hatua tatu. Hatua ya kwanza ambayo ni itamalizika mapema Machi, ilihusisha kuachiliwa kwa mateka wa Israel wapatao 30 na mamia ya wafungwa wa Kipalestina, huku mapigano yakisitishwa, lakini Israel ilikataa kuingia. Hatua ya pili ya makubaliano hayo ingeleta mwisho wa kudumu wa vita hivyo. Hatua ya tatu ilitakiwa kuzingatia ujenzi mpya wa eneo hilo. Badala yake Netanyahu na utawala wa Trump walisitiza kuendelea na sehemu ya kwanza ya makubaliano ya kusitishwa mapigano hayo. Hata hivyo, kundi la Hamas lilikuwa wazi katika msimamo wake na lilikuwa likisema hakukuwa na haja mipango mipya kwa sababu tayari kuna makubaliano yenye uungwaji mkono wa kimataifa ambayo pande zote zilikubaliana. Kwa mujibu wa Ibna, Trump alitaka tu usitishwaji wa ja mapigano wa muda mfupi ili kuhakikisha mateka wa Israeli wanatolewa bila kuhimiza Israeli kukubaliana na azma ya kumaliza vita hivyo. Katika mkutano wa pamoja Netanyahu mnamo Februari, Trump alieleza kuwa tamaa yake kwa Marekani kumiliki eneo hilo la Gaza na kuigeuza kuwa Riviera ya Mashariki ya Kati nanukuu. Lakini kwa kuwa pendekezo la Trump lilikataliwa vikali kimataifa, rais wa Marekani aliruhusu Israeli kuendelea na kiwango hicho cha ghasia dhidi ya Wapalestina, amesema Lubna, mwisho wa kunukuu. Katika siku chache tangu Israeli ilipoanza upya mashambulizi yake Gaza, mamia ya raia wa Kipalestina wakiwemo watoto wameuawa, wa kwa msaada wa silaha zilizoidhinishwa na Rais wa Marekani, Donald Trump, ambaye katika hatua yake ya kuapishwa aliahidi kuwa atakuwa mpatanishi wa amani. Mtafiti katika taasisi ya Queens ya utafiti ya masuala ya kimataifa, Anel Sherin, ameeleza kushangazwa kwamba usitishaji wa mapigano ulidumu kwa wiki kadhaa, hata baada ya kufanikisha lengo lake kwa Trump. Namnoko Motisha ya Trump katika kushinikiza usitishaji wa mapigano ilikuwa kuonyesha kwamba angeweza kufanikisha kile ambacho Biden alishindwa kukifanya, na alifanya hivyo hata kabla ya kurejea Ikulu ya White House, amesema Sherin. Mwisho wa kunukuu. Sherin ameongeza kuwa wakati wa usitishwaji wa mapigano ulipoanza, kulikuwa na mashaka makubwa kwamba angetimiza hatua ya pili na kuwa hii ingeleta mazungumzo kuhusu usitishaji wa mapigano kwa muda mrefu, jambo ambalo Israeli na Hassan Netanyahu hawakutaka kukubaliana nalo. Mwisho wa kunukuu. Kituo cha Sera za Kimataifa CIP ambayo ni taasisi ya utafiti yenye ya makao yake nchini Marekani ilisema kuwa Trump anakabiliwa na lawama kubwa baada ya kurejea kwa mauaji hayo ya raia eneo la Gaza. Namnukuu: ingawa timu ya Trump ilipata mafanikio ya awali katika kusaidia utawala wa rais wa zamani wa Joe Biden katika kujadiliana kuhusu kuachiliwa kwa mateka na kusitishwa kwa mapigano hayo. Tangu wakati huo ameharibu diplomasia yake mwenyewe kwa msururu wa makosa ya wazi, amesema Dylan Williams ambaye ni makamu wa rais wa CIP wa masuala ya serikali. Williams anayetaja pendekezo la kusitisha, kusikitisha la Trump la kuondoa Palestina huko Gaza pamoja na kumuunga mkono Netanyahu katika juhudi za kurekebisha makubaliano ya kusitisha kwa mapigano kama sababu zilizomfanya Trump kuwa mshiriki kamili katika umwagaji damu huo wa damu. Licha ya idadi kubwa ya vifo vya raia, utawala wa Trump umetoa uungwaji mkono wa moja kwa moja kwa, kwa Israeli na kampeni yake ya kijeshi huko ukanda wa Gaza. Mwandishi na mwanaharakati wa Palestina wa chama cha Democratic Socialist of America Alisheikh alimtaja Trump kama mcheza sinema aliyekuwa anatafuta kitu kikubwa cha kujigamba Nanuku. Trump na Netanyahu wameungana katika nia yao ya kuondoa Wapalestina kutoka Gaza, iwe kwa kuwaua au kuwafurusha kwa nguvu. Tutaendelea katika mzunguko huu wa machafuko hadi Netanyahu ashindwa kudumisha serikali yake ama hadi hapo Trump atakapochoka, amesema Shelin mwisho wa konoko. Tangu Israeli itangaze kuanza operesheni yake ya kijeshi eneo la Gaza, imewaua Wapalestina zaidi ya elfu arobaini na tisa na mia tano arobaini na saba huku laki moja na elfu kumi na mbili na mia saba kumi na tisa wakijeruhiwa. Hata hivyo, wizara ya afya eneo la Gaza imedai kuwa takwimu za Wapalestina waliouawa katika mashambulizi hayo ya Israeli huenda ikawa ni zaidi ya elfu sitini kwani bado kuna mabaki ya watu yaliyonasa kwenye vifusi. Wakati huo Hamas inadaiwa kuwaua Waisraeli zaidi ya 1200 huku ikiwachukua mateka zaidi ya 250. Mashambulizi ya hivi karibuni ya Israeli yamesababisha vifo vya Wapalestina wanaoishi Gaza zaidi ya 600 huku zaidi ya 200 kati yao wakiwa ni watoto. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa undani zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.